Ni mali ghafi ya mzungu. Kazi ya nchi tajiri ni kudidimiza, si kunusuru nchi maskini hata siku moja. Tuliambiwa tutunge sheria ya ugaidi, hata kama hatuna ugaidi Afrika. Tuliambiwa tuanzishe demokrasia ya vyama vingi, hata kama vina tija. Lengo ni vyama hivyo kutuvuruga, ili wao wachume. Mbona wao hawana vyama vingi? Unyenyekevu usiokuwa na maana ni sehemu ya ujinga pia. Ukiwa mjinga na maskini, utaporwa mpaka mke wako, tena mchana kweupe. Ukitaka kununua samaki na kahawa ya Zambia sharte uwe na dola kimarekani hivi. Hatuwezi kuwa na dola ya Afrika? Samaki wa ziwa Nyanza wametiwa kwenye kopo na kuandikwa made in Russia na kuja kuuzwa kwa dolali Afrika, hatushituki tu. Samaki wetu wanavuliwa na mabota ya Kirusi yanayokuangua mpaka mayai kwishnei. Afrika imekuwa uwanja wa fujo kwa sababu tumejenga majeshi yenye nguvu badala ya uchumi wenye nguvu. Nguvu hii ya majeshi ingitumika kumdhibiti mporaji wa Afrika, tungekula bata eh. Badala yake majeshi yetu yanalinda waporaji na kuwawinda wanyonge. Mnyonge akiinua kichwa kudai japo mchuzi wa samaki, atapigwa rungu. Kwa sasa Afrika haifanyi biashara na Afrika. Watu tunao, tuimarishe miundo mbinu yetu, tuvunje mipaka ya Berlin, ili tuuziane Afrika kwa Afrika. Wazungu walitupangia namna ya kuabudu baada ya kuzita dini zetu ni za kishenzi. Wazee wetu waliokufa tunawaita mizimu, na wakati wao wanawaita watakatifu. Ukionekana na mfupa unaitwa mchawi, na wakati mifupa ya watu wao inavaliwa kwenye pete na mingine iko madhabahuni. Ukionekana makaburini tunasema unawanga, na wakati kwao makaburi hadi yanafagiliwa kwa jina la dini. Kuoa wake wengi ni dhambi, sasa tunaoa mke mmoja na nyumba ndogo za kutosha. Utamaduni wa mke mmoja hadi kifo Afrika ni mgumu sana. Hata kwa wazungu hakuna ndoa ya mke mmoja. Wazungu na waafrika wote tuna utamaduni wa ndoa za mitaala katika staili tofauti. Mzungu anaishi na wanawake wengi kwenye kati tofauti, na wakati mwafrika aliishi na wake wengi kwa wakati mmoja. Sasa tumeacha ndoa za kiafrika za wake wengi na kuingia kwenye ndoa ya mke mmoja mmoja na michepuko kibao. Nyimbo zetu nyingi za dini zimejaa vitisho na kukatishana tamaa kiasi kwamba ukizifuatilia kwa ukaribu hautoweza kuona uzuri wa Mungu katika uumbaji wake, badala yake utaona dunia isiyokuwa na thamani, dunia iliyooza na inayokwenda kutupa motoni. Muda wote unafanya maandalizi ya kuondoka hapa duniani badala ya kuijenga dunia. Ndiyo maana Afrika, kuwekeza kwenye mradi utakaoleta faida baada ya miaka mia moja tu, watakuita kichaa. Wanasema we kipindi icho utakwepo? utakufa mapema tu bwana. We tulikuwa na elimu ya maarifa, tukadanganywa na kuletewa elimu ya vitabu, wao wakabaki na maarifa. Matokeo yake tuna maprofesa wengi wenye elimu bila maarifa ya ugunduzi. Umaskini wa upeo ni dhambi inayotuumiza sana, na kumbuka, dhambi haikupi muda, unakosea, inakuadhibu pale pale. Kwa sababu ya umaskini wa upeo tunaishi mahameni, kijiji kisichokuwa na umeme, maji, huduma za afya na shule nzuri. Siyo kijiji, ni mahame. ee Mashariki ya Kati sasa wanauza matunda dunia nzima, pamoja na kuishi jangwani. Ni kwa sababu nchi hizo ziliamua kutumia akili badala hisia katika kujiletea maendeleo. Wanalima matunda na kumwagilia kwenye miche tu, hata hilo tunahitaji ufadhili Afrika bwana. Wakoloni hawaondoke Afrika, waondoke vipi na wakati bado kuna mali? Na kumbuka, nzi hakai mbali na kidonda, ukimfukuza haendi mbali, anajua twasinzia tu, my brother from another mother kisha atarudi na kuendelea kula. Tumesinzia, wamerudi na sasa wanakula chakula chote, sisi tunatoa vyombo. Kwani anayekula minofu ya ziwa Viktoria ni nani? Ugali wa udaga na mtama kwa kitafunia cha samaki wa bichi vimekuwa adimu sana Afrika. Matokeo yake ndo haya, kelele za kuwa wanaume wa Kinondoni hawana nguvu za kiume. Maendeleo tunayoyatamani huko Ulaya leo ni jasho la miaka 2500 iliyopita, ni pale Socrates alipokuja na mapinduzi ya kifikra katika kutatua matatizo, watu walianza kuhoji, kudadisi na kutafiti badala ya kutumia hisia na mapokeo kutoka kwa miungu. Watu walitoka jasho, wengine walikufa na kuua kwa ajili ya maendeleo tunayoshuhudia leo. Afrika ni bora kufa kuliko kukutana na gharama za matibabu siku hizi. Afrika wanawake wanapigania kuwa wanaume, wanaita harakati za usawa. Hii ndiyo kazi ya angels wameleta janga jingine. Ndoa zimekuwa ndoano, talaka ni fashion, zinazalisha umaskini endelevu. Kiafrika, mke ni zawadi ya mume kutoka kwa wazazi wake, ndiyo maana mahari inalipwa na wazazi wa kiume. Siku hizi binti anajilipia mahari. Kimsingi, tunaonda angels kusaidia kupitia watu wizi huu na ule tunaojua ni wizi uleule ule. Maisha kuanzia kwanzia mkononi kuishia mdomoni hayapendezi. Haya ni maisha ya mende. Binadamu ameumbwa kuyamudu maisha na siyo maisha kumudu. Hujui leo utakula nini, na jana hukumbuki kama ulikula ukashiba. Kwa mali tulizonazo Afrika, sisi sio watu wa kuto kukumbuka kama jana tulikula na kesho tutakula nini. Maisha ya kula unachopata badala ya kula unachokipenda siyo hadhi yetu. Sisi ni wakula tukipendacho bwana. Usafiri wa maskini ni punda na mkokoteni. Familia za viongozi wa Afrika, kila mtoto na usafiri wake, tena wa bei mbaya gari ya serikali kutwa nzima linazunguka kufanya kazi za familia. Afrika tuna utaratibu wa kumaliza mambo mazito ndani ya siku saba, na wakati Ulaya leo ilijengwa kwa miaka elfu mbili na mia tano iliyopita utasikia nakupa siku mbili barabara hii iwe tayari, la sivyo utanijua. haya yote yanatokea na tunayatazama tu. Ukizungumzia watalii ya Afrika tunafikiria wazungu, hatumfikirii Mgana, Mkongomani, Mkamerun, Mbotswana, Mzulu na wengineo. Ni heri uwe maskini kuliko mjinga. Afrika sisi ni waathirika wa vyote, ni maskini halafu wajinga. Ujinga ndiyo umetutia umaskini, hatuoni. Unakuwaje maskini kwenye misitu ya Kongo? We unakuwaje maskini katikati ya ziwa ya Viktoria na mto Nile? Unakuwaje maskini kwenye ukingo wa bahari ya Hindi na Pacific? Unakuwaje maskini juu ya mlima Kilimanjaro? Unakuwaje maskini kwenye ardhi yenye mafuta na gesi? Tofauti kati ya utumwa wa sasa na ule wa mababu zetu ni mahali ilipofungwa minyororo. Babu zetu walifungwa minyororo shingoni, sisi tukafungwa kichwani. Babu zetu walifungwa minyororo ya chuma, sisi tumefungwa minyororo ya fikra, lakini wote ni watumwa, hakuna mwenye unafuu. Waafrika ndiyo jamii inayoamini kuwa wakoloni walitawala Afrika peke yake. China na Malaysia pia zilitawaliwa na wamesonga mbele. Marekani ya leo ilikuwa vipande vipande kila mkoloni na kipande chake. Wakatokea watu wenye maono, waliojulikana kama founding fathers, walioamua liwalo na liwe liwe. Kwanza wakatangaza Declaration of Independence. Halafu wakatengeneza katiba imara na kisha kuiheshimu. Hong Kong, Singapore, Omani, Qatar, Brunei, Australia, Kanada, zote hizi zilipitia kwenye ukoloni lakini mbona wao wanakula na kushiba? Tatizo letu ni kuwa pale tunaposhindwa kutafuta maendeleo tunatumia ukoloni kama kisingizio. Wakati mataifa makubwa yanaungana kuvikabili vinchi vidogo, vinchi hivyo vinaendelea kugawanyika ili vishughulikiwe kirahisi. Sudani iligawanyika, Zanzibar wanalialia kujitenga, Kameruni inaendelea kushuhudia machafuko kwa sababu wanaozungumza Kiingereza wanataka kujitenga ili kuwa na taifa lao la Ambazonia. Hiki ni kituko kingine ndani ya Afrika kujitenga kwa sababu yanazungumza lugha ya mzungu. Afrika ina baraka ya maziwa na mito. Mto Naili unamwagilia katikati ya Afrika kutoka Jinja hadi Kairo. Mito hii haijatumika kikamilifu katika kuondoa janga la ukame barani Afrika. Afrika mvua zisiponyesha, ukame, misaada, mikopo. Kwa nini mikopo na misaada hii isitibu tatizo badala ya kutibu matokeo ya tatizo? Jino bovu halizibwi, linang'olewa. Nyumba yako inapovuja usihamishe kitanda na kuweka beseni la kukinga maji, panda juu ukazibe palipotoboka. Wazungu hawafanyi hivyo barani Afrika, wanafanya hivyo kwao huko. Wanatoa majibu ya kudumu kwa kila tatizo, huku wanatoa majibu ya muda kwa kila tatizo. Hata kufanya biashara barani Afrika ni kazi kubwa sana, kwa sababu wingi wa vizuizi, yani mageti na askari wote wakitaka pesa kutoka kwa mwenye bidhaa. Arodi blocks ni nyingi sana. Ndiyo maana nasema Afrika haijakosa chakula, ila imekosa akili ya kugawana chakula. Maskini wa Afrika hakupesheki, pamoja na utajiri wote huu tulionao. Asanteni kwa kunisikiliza. Afrika ni malighafi ya mzungu. Kazi ya nchi tajiri ni kudidimiza, si kunusuru nchi maskini. Hata siku moja tuliambiwa tutunge sheria ya ugaidi, hata kama hatuna ugaidi Afrika. Tuliambiwa tuanzishe demokrasia ya vyama vingi hata kama vina tija. Lengo ni vyama hivyo kutuvuruga ili wao wachume. Mbona wao hawana vyama vingi? Unyenyekevu usiokuwa na maana ni sehemu ya ujinga pia. Ukiwa mjinga na maskini, utaporwa mpaka mke wako, tena mchana kweupe. Ukitaka kununua samaki na kahawa ya Zambia, sharti sharte uwe na dola kimarekani. Hivi hatuwezi kuwa na dola ya Afrika? Samaki wa ziwa Nyanza wametiwa kwenye kopo na kuandikwa made in Russia na kuja kuuzwa kwa dolari Afrika. Hatushituki tu. Samaki wetu wanavu